Baadhi ya watu hawataki nuru katika maisha yao. Unasikia vita vinaendelea Ukraini na Urusi, Tailandi na Kambodia wamenyukana juzi tu hapo, DRC huko mashariki vita vinaendelea, India na Pakistani kila siku wananyukana. Lakini hata sisi hatujabaki nyuma. Uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba mwaka huu Tumefanya madudu, tumemwaga damu, tumemwaga damu, tumefanya chukizo mbele ya Mungu. Kaini alipomuua Abeli hakupata amani katika maisha yake. <coughs> damu ya ndugu yake Abeli iliendelea kumlilia Kaini. Na sisi tumefanya kosa, tumetenda dhambi, tumemwaga damu ya Watanzania wenzetu, na hilo, hiyo damu haitatuacha salama, itatufuata mpaka tunaingia kaburini tusipotubu. Kinachohitajika ni toba Sio maneno ya bla bla bla bla bla bla bla bla. Tumetenda dhambi, tumefanya chukizo mbele ya Mungu, tumeikataa nuru, mfalme wa amani huyu Emanueli, mfalme wa haki, tumekataa stawale katika mioyo yetu. Matokeo yake tumemwaga damu ya binadamu, tumechafua ardhi tumelaani ardhi kwa kitendo cha kumwaga damu, halafu watu unachukua kirahisi rahisi tu. Tuna hatia mbele ya Mungu. Watu wanasema maneno mepesi mepesi tu. Tuna kesi ya kujibu mbele ya Mungu. watu wameumia, wana ulemavu wa kudumu, wengine wameingizwa kwenye umaskini. Mtu anavamia duka la mtu anachukua mtungi wa gesi bila kulipa. Watu wameumizwa kisaikolojia. Mali za watu binafsi zimeharibiwa, miundo mbinu, miundo mbinu ya umma imeharibiwa, ambazo ni kodi zetu kwa sababu tumeikataa nuru katika maisha yetu.